Serikali itaendelea kuimarisha e, usalama ndani ya Ziwa Victoria. Leo tunapokea boti ya jeshi la polisi lakini serikali pia inajenga kituo hapa Mwanza cha udhibiti upashanaji taarifa wa masuala ya ziwa ambacho kina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tano hadi sita ambapo kutakuwa na boti za kisasa za uokozi ambulance boat, takuwa na mtambo wa mawasiliano. Ukiwa na dharura yote ndani ya ziwa, tutakuwa tunao uwezo wa kupata taarifa na kuwafikia wahusika na kuwareski. Ni, ni, ni mkakati ambao unafanywa na jumuiya ya Afrika Mashariki e. na hii ni katika mwendelezo wa udhibiti wa ziwa lakini pia kuimarisha usalama ndani ya ziwa. Ile juzi wakati nakabidhi magari ya polisi tulisema, na leo narudia, vyombo hivi vya usalama vinaletwa kwa nia ya kuimarisha usalama wa watu na mali zao. Hatuingizi nchini vyombo hivi na kuimarisha majeshi haya kwa ajili ya kuwatisha watu. Serikali haina kazi ya kuwatisha watu, serikali ina kazi ya kuwalinda watu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pitia tukio lile kupokea vifaa kwa ajili ya doria za majini za kuzuia uhalifu wa majini. Nichukue nafasi hii kusema kwamba baada ya kukabidhiwa boti hii na hii tuliyokuwa nayo sasa, uhalifu katika ziwa Victoria kwa mkoa wa Mwanza na mikoa jirani imekwenda kuisha kabisa. Tutakwenda kufanya doria za kutosha kwa sababu sasa hivi vitendea kazi tunavyo na nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wavuvi haramu, lakini watu wanaojihusisha na matukio ya unyang'anyo wa kutumia silaha, unyang'anyo wa kutumia nguvu kwenye ziwa Victoria waanze kutafuta shughuli nyingine za kufanya, kwa sababu sasa hivi hatutashindwa kumfikia mhalifu wa ziwani popote pale alipo. Waache wavuvi wafanye shughuli zao halali, wavuvi wanaovua kwa mzimba lakini